Kuna mfumo tunaita indoctrination. Indoctrination ni ile hali ya kumulisha mtu kitu bila kukihoji, yaani ni mafundisho ambayo una, unafundishwa uruhusiwe kuyahoji, sawa. Na hayo mafundisho yanakuwa yameambatana na vitu. Unajua, mtu mjinga akikaa anaweza akafikiri kwamba dini ni kitu lili. Dini sio kitu lili, ni mfumo wa ufundishaji wa utiishi wa mamlaka ambao mtu anayalenga watu wayafate sasa huo mfumo unaletwa na mfumo ambao, ukisoma ukisoma psychology katika level ya juu, utaikuta huo mfumo wa ufundishaji mm -hmm. kwa wana kuindoctrinate, sijui unanipata? Sasa kuindoctrinate, huruhusiwi kuhoji, ndio wanakupa mifumo. Sasa kwenye indoctrination inaenda na mfumo mama ambao wanautumia kwenye indoctrination, kwamba wa kutisha Yes. Wanakutishaje? Kupitia, kupitia dini. Ndio wanakuahidi, wanakutisha, wanakupandikizia hofu, wanakuambia kuna moto, wanakuaminisha kwamba wewe uwezi ukafanya kitu kitu chochote isipokuwa unategemea baraka kutoka kwa mtu aliyeko juu. Sasa wewe ndio utakiwa uingie deep. Mtu aliyoko juu ni nani? Anajirenga ni anajilenga. Yeye Ye ndio mwenye mamlaka, sio kuna mtu huko juu kwa hiyo ni indoctrination process pia. Wanakuja kukupa mfano, wanakuambia kwamba wewe ni mdhaifu kwao. Wewe bado unarudi kujiona wewe ni mnyonge, huwezi. Kwa hiyo bila kitu fulani, ndio wanakuambia kwamba kuna Mungu Baba. Hawa ni karakta wa kutungwa. Unajua, shetani na Mungu ni karakta wa kutungwa ambao wanalenga kuilisha akili yako itulie ni wahusika wa kutungwa, uwe mnyenyekevu ili uweze kutawalika, kwa sababu wakikuacha tu na upeo wako wa kufikiri, wakikuacha kwenye mawanda yako ya kufikiri utakataa. Sasa wote wanaoingia huku wana, wana mfumo huo indoctrination, indoctrination process.